Tunakemea vikali mpango wowote wa viongozi wa kisiasa kutaka kuwarubuni wa Tanzania kuwarudisha kwenye akili za kitumwa. Tumeshavuka huko. Tanzania inaheshimika Afrika, imepigania ukombozi wa Afrika, nchi iliyoshiriki kuzikomboa nchi kama e, Namibia, Msumbiji, Afrika Kusini. Leo haiwezi kiongozi wanaojiita wa upinzani hawezi kutoka hadharani akashawishi taifa letu liliuze uhuru wake kwa wazungu. Tutashirikiana na wazungu, tutashirikiana na mataifa mengine, tutashirikiana na mashirika ya kimataifa kwenye masuala yanayohusu mashirikiano kwao. Tumesema nianze na hilo. Tunakemea namna ambavyo wenzetu wanasiasa wapo tayari kuuza uhuru wa taifa letu ili wawe wawe madarakani. Tuna wajibu wa kuwaambia wanasiasa, wawe wanachama wa chama cha Chadema, wawe wanachama wa chama cha Mapinduzi, wanachama wa ACT na vyama vyote vingine, kwamba taifa letu ni muhimu kuliko vyama vyao. Nchi yetu ya Tanzania ni muhimu kuliko ubunge anaoutamani kuupata Heche, kuliko uraisi anaoutamani kuupata Lisu, kuliko ubunge anaotamani kuupata Zito.